Kwanza ni, ni ni niseme tu ni washauri washa, wafugaji wenzangu ah uki, ukikutana changamoto usi, usikate tamaa. Yaani ukianguka iwe ni motisha ya kusimama na kusonga mbele. Kwa hiyo sisi kila tulipoanguka tulikuwa tunajifunza ni nini kimetuangusha. Ah, kwa hiyo elimu ndio ilitufikisha hapa tulipo. Tulianza kujifunza na tulijifunza kwa wafugaji wenzetu, tukajifunza wana, wana kwanza mabanda yao yakoje wanafugaji wanalisha nini na ni sheme. Nilichojifunza nilichojifunza kwa wafugaji wa, wa wengi ni kwamba uh, karibu kila mtu ana mfumo wake. Sijawahi kukuta shamba ambalo linafanana na jingine moja kwa moja, kila mfugaji ana mfumo wake wa mabanda, kwa maana miundombinu, ulishaji, kuna vinavyofanana, lakini kila mtu ana kitu ambacho ni cha kwake. Ya yeah, changamoto nyingine ambayo ilikuwa inatusumbua hapa ni changamoto ya mbegu mwanzoni kama tulivyokuwa tumeanza tulikuwa hatuna elimu ya kutosha kuhusiana na mbegu, lakini sasa hivi tunazo mbegu bora na za kufaa sana, kwa sababu unapoanzisha mradi wa nguruwe kitu namba moja kabisa ni mbegu. Na sisi hapa tunazo mbegu aina nne, tuna Duroc, tuna Pitty, tuna Large White na vilevile vile tuna Landrace. Baada ya hapo tulianza kupima baada ya wiki, mm -hmm. Tuone matokeo. mm -hmm. Unapima nguruwe kwa wiki anaongezeka kilo tano hadi saba kwamba kuna, kuna kipindi nilipata mpaka kilo kumi ndani ya wiki, ndani ya wiki. ndani ya wiki. Mzee nimpigia simu akashangaa. <coughs> Karibu Rubaba TV, sehemu pekee tunayokupeleka moja kwa moja shambani kukuletea maudhui yanayokuelimisha na kukuinua katika safari yako ya kilimo na ufugaji kibiashara. Leo tumetembelea familia ya mfano kabisa, familia ambayo imeonyesha kwa vitendo kuwa mafanikio yanapokutana na upendo, ushirikiano na ubunifu, ndoto kubwa huweza kutimia. Katika shamba la Lomulax Farm ndilopo Busweru, jijini Mwanza, tumejifunza mambo mengi, kuanzia matumizi ya mbegu bora za nguruwe, mbinu za kudhibiti nzi na harufu hadi ubunifu wa kipekee wa mfumo wa biogas unaowasaidia majumbani na shambani. Na sio hayo tu, wana bustani ndogo ya organic inayowapa mboga mboga na matunda kila siku. Lakini zaidi ya yote kilichotugusa sana ni mshikamano wao. Familia hii ni mfano wa kuigwa, kila mmoja ana mchango wake, kila mmoja ana moyo wa shamba. Hii si familia tu, ni timu ya ushindi. Katika kipindi cha leo kuna mengi sana ya kujifunza, twende pamoja hadi mwisho

mpya kabisa. Aa, leo ni siku nyingine pendwa kabisa kama ilivyo kawaida yetu, Rubaba TV tunazunguka maeneo tofauti tofauti kuhakikisha tunakupatia elimu ya kina itakayokusaidia wewe mfugaji au mkulima kuweza kufanya kilimo na ufugaji kibiashara. Na kama kawaida, leo tuko jijini Mwanza, Busweru, na hapa tumemtembelea mfugaji wa nguruwe kwa malengo mawili. Aa, malengo ya kwanza ni kuweza kukuonesha wewe jinsi ambavyo watu walivyoamua kufanya ufugaji wa nguruwe kibiashara lakini lengo la pili ni kusaidia wewe mtu ambaye unahitaji taarifa, unahitaji mbegu na unahitaji usaidizi, basi kupitia shamba hili ni mahali sahihi ambapo unaweza ukapata hivyo vyote. Nisiwe mzungumzaji mkubwa katika kipindi cha leo, kuna mengi sana ya kujifunza. Cha msingi tu na kukumbusha ni kwamba kipindi hiki kimeletwa uh, mahususi kwa udhamini wa uh, kampuni ambayo imebobea katika kuzalisha bidhaa kadha wa kadha za chakula kwa mifugo, hapa tunazungumzia kampuni ya Caldice bidhaa zao ili kuweza kupata matokeo mazuri katika ufugaji wako. Twende pamoja ili uweze kujifunza. Nashukuru ndugu mtangazaji, naitwa Romuli Rogers John na ndiye mmiliki wa shamba hili, kama ulivyosema, shamba letu linaitwa Romulax Farm na tupo eneo la Buila Buswelu, mkoani Mwanza. Karibuni sana. Asante sana na tunashukuru sana kwa kutupa nafasi ya kufika hapa. Kiufupi tu, tunapenda tufahamu historia, kwamba ulianza lini na kipi ambacho kilikuwa ni msukumo wewe kuanza ufugaji wa nguruwe? Asante, niseme tu kimsingi, uh, mradi kama ulivyo sasa una muda wa miaka miwili, lakini nyuma kidogo tulianza mimi na mke wangu pamoja na eh, familia kwa ujumla, ni mradi wa familia. Tulipoanza tulianguka kidogo tukainuka tukaanza tena, lakini kwa namna ilivyo sasa ni kipindi cha miaka miwili sasa. Baada ya kujifunza e, tumefuga tukajikuta tuna changamoto kadhaa ambazo zilitufanya tusi, tusione matokeo yale tuliyoyatamani. tangu mwanzo tumejua kwamba mradi wa nguruwe ni mzuri, una matokeo na kwa hivyo mfugaji yote anataka apate matokeo mazuri, kwa maana kwamba mradi uzalishe na apate faida. A, kwa namna ambavyo tulikuwa tunaenda, tukajikuta kwamba hatuja, hatujafika kwenye lengo hasa, na niseme yako maeneo kama matatu makubwa ambayo ilikuwa yanatufanya ya tusifikie tu, tu, tu malengo. La kwanza, miundombinu kwa maana ya mfumo wa ujenzi wa mabanda yenyewe na vilishio na vinywesheo. Jambo la pili, tumekuwa na changamoto muda mwingi ya mbegu, na jambo la tatu kubwa ni lishe, aina ya lishe sasa hivi. Kwa vyovyote vile vikawa mara nyingi vinatusababishia changamoto nyingine, kwa mfano vifo vitoto au ukuaji duni, kwa hiyo, kwa maana ya magonjwa vile vile, na matokeo hayakuweza kufikiwa kama tulivyokuwa tunatarajia. Kwanza ni, ni, ni, ni sheme tu ni washauri washa, wafugaji wenzangu ukikutana uki na changamoto usi, usikate tamaa, yaani ukianguka iwe ni motisha ya kusimama na kusonga mbele. Kwa hiyo sisi kila tulipoanguka tulikuwa tunajifunza ni nini kimetuangusha. Uh, kwa hiyo elimu ndio ilitufikisha hapa tulipo. Tulianza kujifunza. Na tulijifunza kwa wafugaji wenzetu. Tukajifunza kwanza, mabanda yao koje, wanafugaje, wanalisha nini. Na ni sheme nilichojifunza, nilichojifunza kwa wafugaji wengi ni kwamba Uh, karibu kila mtu ana mfumo wake. Sijawahi kukuta shamba ambalo linafanana na jingine moja kwa moja. Kila mfugaji ana mfumo wake wa mabanda, kwa maana miundombinu, ulishaji, kuna vinavyofanana, lakini kila mtu ana kitu ambacho ni cha kwake. Uh, lakini hatimaye nilikutana na kampuni moja inaitwa Codise. Hawa ni wanaandaa wana, wana, wana chakula cha nguruwe na mifugo wengine, kuku, samaki na wengine nikahudhuria semina yao, nikajifunza mengi, na bahati nzuri nilienda mimi, nikaenda mke wangu, tukaenda pia na kijana ambaye tunafanya naye kazi shambani. Yako ambayo tulivutiwa nayo, tukaanza kuyafuatilia, tukaanza kununua chakula chao, tukaanza kukitumia na tukaona matokeo yale. Matokeo sasa yakatupa nguvu ya kuendelea kutumia kile chakula na wamekuwa ni mchango mkubwa katika kutufikisha hapa. La kwanza niseme, ulishaji wa nguruwe uh, umekuwa wa gharama gharama, kwa sababu unahitaji ununue uh, kutegemea aina ya chakula unacho unachotumia. Kwa utaratibu la wa zamani, kwa mfano mimi nilikuwa natumia soya, nanunua damu, nanunua mashudu, nanunua pumba, nanunua unga na vichanganyio vingine. Soya kwa mfano haipatikani kwa urahisi sana mtakubaliana na mimi na wale ambao wanaitumia, wanajua. Lakini hata mashudu, kwa mfano, kuna kipindi ilikuwa mashudu ukiyatafuta huyapati, yaani uzalishaji ulipungua kipindi fulani kama ilivyo kwa msimu huu mahindi yamekuwa me, ya kidogo. Sisi kwa msimu huu wa uvunaji unakuta mahindi unga unashuka bei kidogo, lakini msimu huu unga umeendelea kubaki juu, kwa sababu so, uvunaji ulikuwa kidogo. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anategemea chakula cha aina ile cha kukusanya kutoka kwa wakulima, matiri ambazo zinatoka kwa wakulima, unaanza kukuta gharama za ulishaji zikaongezeka, zikaendelea kupaa. Kwa hiyo sisi tulipoanza kutumia cow, tukaachana na yale vile vingine vyote ile formula ya cow dice matokeo yake ni nini? Ya kwanza tulichokiona ni kwamba una, kwa sababu sisi kila, kila, kila wiki tunapima nguruwe wetu. Kama ni kitoto cha mwezi mmoja, unataka uone kwamba baada ya wiki kimeongezeka kiasi gani. Kwa hiyo sisi tuna utaratibu ya, sasa tunajua kwamba kwa wastani nguruwe anatakiwa ongezeke kiasi gani. Huku nyuma ongezeko lilikuwa dogo, ukipata nguruwe ameongezeka kilo moja kwa wiki unafurahi tumeenda sasa mpaka tumeshuhudia wenyewe, tumefika mahali nguruwe tofauti ya wiki moja ya weti mpaka kilo tisa kwa kutumia ile formula ya kawaida. Kwa hilo ikatufanya tukasema, aa, sasa tumepata solution kwenye eneo la, la, la chakula na kimsingi baada ya kufikia hapo, lakini pia hata, hata, hata upande wa mavichanganyio mengine tukaachana na, kwa sababu ile formula ni karibu ina kila kirutubisho ambacho tulihitaji. Lakini zaidi ya hapo tukajikuta kwamba hata control ya magonjwa ni, ni nzuri zaidi, pengine kwa sababu uh, unachukua una, una, una uh, chakula chako kwenye sehemu moja na ni sehemu unayoiamini kwa hiyo nafasi ya kukutana na mm, maambukizi kwa sababu kama kama unakuta una, unachanganya vitu ambavyo vinatoka maeneo mbalimbali, riski ya maambukizi pia ni kubwa. Kwa hiyo nahisi kwamba lile limetusaidia. Kwa hiyo shamba letu ukiacha uh, utaratibu mwingine wa, tunaotumia wa kuhakikisha kwamba ma, maambukizi tunaya control, lakini pia mfumo wa ulishaji unasaidia pia kupunguza maambukizi. La mm, kwanza mimi ni, ni seme tu nawakaribisha majirani zangu kujifunza, kwa sababu ningetamani kila mfugaji anayeingia kwenye, kwenye, kwenye huu ufugaji apate manufaa na ayaone manufaa kama ambavyo mimi nayaona. Lakini la pili uh, mwanzoni baada ya kugundua kwamba kawa dashi ni, ni chakula ambacho kinaweza kikanisaidia ikanifikisha kwenye malengo nikaanza kukitumia, lakini nilianza kupata changamoto nyingine kwamba kimsingi watu wanakijua na wanakitumia na hata nilipojaribu kufuatilia kwa wafugaji wengine hapa na hata maeneo kuna maeneo ambayo kinatumika hasa, nilitambua kwamba maeneo kama Kilimanjaro, Arusha, kile chakula ni hot cake. Pengine Mwanza sio kwa kiwango lakini Mwanza pia wafugaji wakaanza kukitumia sana. Wakati mimi naanza kutumia nika kwa sababu kuna kinachoanza kutumika kwa ajili ya wale wadogo kinaitwa creep. Kuna kingine kwa ajili ya wakubwa, kuna ajili ya wale ambao ni wenye mimba, madume sasa kuna wakati unaenda unataka chakula kwa ajili ya vitoto unakuta kimeisha. Na wewe umeshawaanzishia ndio unataka uende na usipowaanzishia vizuri maana ukuaji huko mbe huko nyuma wataanza kudumaa. Atakuwa kaziboya. Eh, eh, sasa pale nikaanza kuona kuna shida hapa. Nicho kifanya, nikaona la. Mimi ngoja ni niombe ni, ni, ni kwa wakala. Bahati nzuri wenzetu wakalazi hawakuwa na shida na hapa ninapoisha hukua na huduma ile, hukua na wakala. Kwa mimi ni wakala kwa eneo la Buswelu. Ninawakaribisha wafugaji wenzangu waje wa, wa, wa, wapate huduma ile, lakini kimsingi nilianza kama, kimsingi nilianza kama sehemu ya kuhifadhi chakula kwa ajili yangu mwenyewe, lakini kaona kumbe naweza nikakitumia pia kwa ajili ya kuhudumia watu wengine. Na upatikanaji, upatikanaji wake kit, sisi duka letu liko hapa Buswelu Center, na mfugaji anayehitaji, namba zinaonekana chini ya screen hapo, anaweza akatupigia na akapata huduma. Sawa. Sasa twende na changamoto ya pili, sasa kwa sababu umeshazungumzia changamoto ya chakula, umesema kuna changamoto zingine kadhaa hapa. Sasa emtupe watu waendelee kujifunza. La kwanza kwa mfugaji yeyote e, wa nguruwe liko kero ambayo mashambani tunayo Ehe. na kwa mimi ambaye nafugia mjini, yaani ukuta huu upande wa pili kuna jirani, upande huu kuna jirani. Ni hiyo kero ilianza kunisumbua, kero ya harufu. Kwa nikawa nawaza nifanyeje, ni kweli ninahitaji nina, nina, mradi uendelee niukuze, lakini wakati huo nawakera majirani. Kwa hiyo nikaanza kufanya utafiti nione nini kifanyike kuhusu harufu ile, lakini hatimaye nikapata solution, nikapata jawabu, na ili jawabu limeniwezesha, ndio maana leo tumekaa hapa usikie harufu kwa mi nawakaribisha majirani zangu wafugaji popote pale ambapo wanapata taarifa hii, kwani tafute kwa namba hiyo, tuone namna ya kutatua hiyo changamoto, na nina uhakika watafurahia hilo. Tunaendelea tena, ndugu mpenzi mtazamaji, ila kwa sasa kutokana tu na vitu vya hapa na pale hatutamuonesha mama yetu Sula, lakini tungependa aweze kuzungumza aa, vitu vingi, kwa sababu huu mradi una, unaendeshwa kama familia. Kwa hiyo mama ana mchango wake, baba ana mchango wake, watoto wana mchango wake. Sasa asante sana ndugu mtangazaji, na kwa kuongezea ya changamoto nyingine ambayo ilikuwa inatusumbua hapa ni changamoto ya mbegu Mwanzoni kama tulivyokuwa tumeanza, tulikuwa hatuna elimu ya kutosha kuhusiana na mbegu, lakini sasa hivi tunazo mbegu bora na za kufaa sana, kwa sababu unapoanzisha mradi wa nguruwe kitu namba moja kabisa ni mbegu, na sisi hapa tunazo mbegu aina nne: tuna Duroc, tuna Pitii, tuna Large White na vilevile vile tuna Landrace na katika ufugaji huu ukuaji wa nguruwe unategemea na mbegu. Ukiwa na mbegu bora, manake hata ukuaji wa wale nguruwe wako unakuwa ni wa haraka. Na katika aina hizo za za nguruwe sisi tume- tumejikita sana sana kwenye kuzalisha mbegu na mchu, mfugaji anapotaka kuzalisha mbegu maanake, kwanza kabisa awe mkweli. Tulipata changamoto kubwa sana pale ambapo unahitaji nguruwe aina hii, mfugaji anakuambia kwamba ninayo piwa Large White au labda piwa Landrace, lakini kiuhalisia ukimchukua yule nguruwe hutapata matokeo ambayo unayategemea. Sasa kwa, ku, kwa kuona hilo sisi wenyewe tumeamua kujikita katika uzalishaji wa mbegu bora za nguruwe na hapa zinapatikana, na namba zetu ziko hapo chini. Kwa hiyo karibuni sana, mtapata mbegu bora kwa ajili ya matokeo bora. A, changamoto nyingine kwa kuongezea, kama alivyokuwa amesema mwenzangu kuhusiana na swala la harufu, kutatua changamoto hiyo tumeanzisha mfumo wa kuzalisha gesi asili, biogesi. Mfumo huu unatusaidia sana ku kudhibiti harufu shambani. Mabanda yetu yanafanyiwa usafi mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni. Vijana wanapokuwa wamezoa ule uchafu, wanamwaga kwenye mdomo wa sistemu ya kuzalishia gesi. Baada ya hapo, kile kinachotoka hakitoi harufu. Kwa hiyo hiyo imetusaidia pia ku kudhibiti nzi lakini vilevile vile pia na harufu. Na kwa hiyo ndio maana ndugu mtangazaji, hapa tumekaa hatukerwi na harufu, lakini vilevile vile, tunapata mbolea. Yeah. Sisi kwetu nguruwe ni faida, tunapozalisha tunazalisha mbegu tunazalisha nyama, lakini pia uchafu wake kwetu sisi ni faida kwa sababu hatuhangaiki tena swala la kutafuta gesi ya kupikia wala eh, wala mbolea tunapata, na unaweza ukaona mahindi yalivyo kwenye, kwenye, kwenye shamba hili na migomba na matunda yote hayo ni matokeo bora ya uh, ufugaji wa nguruwe asante nashukuru sana, na hii ni elimu ambayo pengine kama kuna mtu anataka kuingia kwenye ufugaji wa nguruwe nadhani amepata elimu na nusu, kwa sababu amepata elimu ya, ya nguruwe lakini pia elimu nyingine ya ziada. Mwishoni tu kama kuna chochote kile kama mfugaji kama mjasiriamali au kama watu ambao mnapenda kilimo, una ni nafasi yako kuweza kuzungumza sasa, ili pengine watazamaji waweze kufahamu na waweze kusikia kutoka kwako. Asante sana ndugu mtangazaji, mimi tu nilikuwa na ushauri kwa wale ambao wanataka kuingia kwenye hii fani ya ufugaji wa nguruwe, wasiogope. Kwanza kabisa, wanachotakiwa kufanya ni kutafuta elimu sahihi sio elimu tu, kwa sababu elimu inapatikana kwingi, ila ni elimu sahihi. Lakini baada ya hapo, pia wawe wanafanya tafiti kwa kujifunza kwa wengine, na sisi hapa tunawakaribisha waje wajifunze katika hili shamba darasa. Japo tuko mjini, lakini tunaweza kuzalisha nguruwe wa kutosha na kukidhi mahitaji, lakini na kupata faida. Kwa hiyo unaweza pia usiseme sina eneo kubwa la kufugia eneo dogo unaweza ukalipangilia vizuri ukafuga kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo wasiwe na mashaka, tunawakaribisha. Elimu hii sisi tunaitoa bure kabisa bila malipo yoyote, lakini watajifunza kwa kuona. Tulianza kupima baada ya wiki mm-hmm. tuone matokeo mm-hmm. unapima nguruwe kwa wiki anaongezeka kilo tano hadi saba kwamba kuna, kuna kipindi nilipata mpaka kilo kumi. Ndani ya wiki ndani ya wiki mzee, nimpigia simu akashangaa, hakuamini, akatoa nguruwe kwa, kwa marifiali tukampima, akuamini kama ana kilo sabini hmm, na mbili 72 kaendelea na hiyo mfumo. Na we nahisi kwa nini ilisaidia sana kilo kuongezeka kwa haraka kwa haraka, baada ya kuwa tumebadilisha chakula maka. Wakati hapa naanza kazi, tulikuwa tunachanganya vyakula vifuatavyo hmm. mashudu, damu mahindi, soya, chokaa, pigibusti na chumvi na pumba ya mahindi mm, lakini baada ya kuanza kutumia hizi vyakula vya kaudais matokeo yakabadilika. Baada kuingia kwenye mfumo wa kaudu. Mm. kaudais. Mm. tulipata matokeo mazuri na tulishauza zaidi ya tipu sita ndani ya wiki mbili, tulifanya jaribio. Unakuta yani ndani ya kwanza kila wiki Ukipima leo anaandikwa hmm. na kumi na tano, kesho kutwa tukimpima na ishirini na mbili. Sawa. hmm. Ah, hmm. hmm. hmm. Wewe kama kijana, sababu wenzako shughuli za ufugaji huwa wazipendi, wewe kama mtoto wa nyumbani hapa, kipi ambacho kimekusukuma kuingia na wewe kuanza kushiriki kwenye shughuli za wazazi katika ufugaji? Kilicho ni siku madi nikaingia kwenye ufugaji. Ni nimependa ni tu jinsi ufugaji ulivyo, kama ni rahisi, ni miezi mitatu tu hivyo, kwani nachukua muda muda mfupi hivyo, kwao ni nzuri, sio kama ufugaji huku miezi sita nane hivyo. Miezi mitatu miezi mitatu hivyo, tayari unapata nyama unapata vitu vingi sana asante. Kwa kumalizia tu mpenzi mtazamaji, sina cha ziada cha msingi. Kama unahitaji elimu, unahitaji mbegu bora, au unahitaji kujifunza, mahali hapa ni mahali sahihi na unakaribisha wakati wote kuweza kujifunza. Mimi ni imani Rubaba na hii ni Rubaba TV, na ukihitaji pia hiyo, tutaongezea huko huko Rubaba TV.